Maisha zaidi ya kifo: siri ya Henoko. Umeshawahi kusikia kuhusu mtu ambaye hakuwahi kuonja mauti, mtu ambaye alitembea na Mungu na akachukuliwa moja kwa moja mbinguni? Hii ni hadithi ya Henoko, mtu ambaye anashikilia nafasi ya pekee katika historia na imani. Maisha ya Henoko, ingawa yamefunikwa na siri, yanatoa ushuhuda wenye nguvu wa uwepo wa Mungu na uwezekano mkubwa unaowangoja wale wanaoamua kutembea karibu naye. Biblia inatuambia kwamba Henoko alitembea na Mungu kisha hakuwepo kwa maana Mungu alimchukua. Mwanzo Father. Kauli hii rahisi inazungumza mengi kuhusu kina cha imani ya Henoko na neema maalum aliyoipata machoni pa Mungu. Hadithi yake ni mwanga wa matumaini, ikitukumbusha kwamba hata katika ulimwengu unaotumiwa na giza, Mungu anawaona na kuwaheshimu wale wanaoishi maisha ya kujitolea bila kuyumba. Katika kivuli cha majitu: uzao na nyakati za Henoko. Henoko alizaliwa katika ulimwengu tofauti sana na wetu. Ilikuwa ni wakati ambapo mwangwi wa uumbaji ulikuwa bado unasikika, enzi ambapo binadamu uliishi katika kivuli cha majitu, kihalisi na kiroho. Majitu haya wanefili, walikuwa watoto wa malaika walioanguka na wanawake wa kibinadamu, na uwepo wao duniani ulileta zama za uovu na ufisadi usio na kifani. Uzao wa Henoko umeandikwa kwa uangalifu katika kitabu cha Mwanzo, ukifuatilia ukoo wake hadi kwa Adamu, baba wa wanadamu. Alikuwa kizazi cha saba kutoka kwa Adamu, amezaliwa katika ulimwengu ambapo ujuzi wa Mungu ulikuwa bado mpya, lakini mvuto wa dhambi ulikuwa umeanza kupiga kivuli giza juu ya ubinadamu. Licha ya uovu unaongezeka unaomzunguka, Henoko alichagua njia tofauti, njia ya haki na imani isiyoyumba. kutembea kila siku na uungu. Miaka mia tatu ya uaminifu. Biblia inatuambia kwamba Henoko alitembea na Mungu kwa miaka mia tatu. Hii haikuwa matembezi ya kawaida bali safari ya maisha ya ushirika wa karibu na utii usiyoyumba. Kila siku Henoko alitafuta uwepo wa Mungu, akasikiliza sauti yake, na akaishi kulingana na mapenzi yake. Hebu fikiria mazungumzo waliokuwa nayo, hekima ambayo Henoko alikusanya na kina cha uhusiano wao. Katika ulimwengu ambapo dhambi ilikithiri, maisha ya Henoko yalikuwa ushuhuda wa nguvu ya imani. Alilea familia, akaendelea na maisha yake ya kila siku na akaingiliana na ulimwengu unaomzunguka huku akidumisha uhusiano usiotikisika na Mungu. Maisha yake yalikuwa mahubiri hai, ukumbusho wenye nguvu kwamba inawezekana kuishi maisha yanayompendeza Mungu hata katikati ya giza na kukata tamaa. Sauti katikati ya giza huduma ya kinabii ya Henoko. Matembezi ya karibu ya Henoko na Mungu hayakuwa safari ya kibinafsi tu. Ilikuwa ni wito wa kushiriki moyo wa Mungu na ulimwengu. Alikuwa sauti nyikani, nabii aliyetangaza kwa ujasiri ujumbe wa Mungu wa haki na hukumu. Kitabu cha Yuda kinatuambia kwamba Henoko alitabiri kuhusu kurudi kwa Bwana na watakatifu wake kutekeleza hukumu juu ya wasiomjua Mungu. Ujumbe wa Henoko haukuwa wa kulaani, bali wa onyo na matumaini. Alitamani kizazi chake kiache njia zao mbaya na kumkubali Mungu aliyewapenda. Alijua matokeo ya matendo yao na akawasihi watubu na kumtafuta Bwana. Maisha yake yaliyojaa haki na ujasiri yalikuwa tofauti kubwa na uovu wa kizazi chake. Sehemu ya tano: kupanda kwenye utukufu, kuondoka kwa ajabu. Na kisha katika dakika iliyofunikwa na siri na maajabu, Henoko akaenda. Biblia inasema tu, hakuwepo, kwa maana Mungu alimchukua. Hebu fikiria tukio hilo: Henoko akitembea na Mungu kama alivyofanya kwa miaka mia tatu, na kisha ghafla, bila kueleweka, akapotea kutoka usoni mwa dunia. Hakuna ugonjwa uliomkabili, hakuna kudhoofika taratibu, ila kuondoka ghafla kwa utukufu mbele za Mungu. Jinsi Henoko alivyoondoka ni chanzo cha uvumi na maajabu mengi. Wengine wanaamini alipelekwa mbinguni kimwili, wakati wengine wanaamini alipata mabadiliko ya kiroho kamili, hivi kwamba alipita tu kutoka maisha haya kwenda yajayo. Vyovyote iwavyo, jambo moja liko wazi: maisha ya Henoko yaliyojaa imani na utii yalikamilika katika mkutano wa Kimungu uliopita mipaka ya uzima na mauti. Sehemu ya sita, kufichua siri, safari ya Henoko na Yetu. Hadithi ya Henoko inaweza kuonekana kama hadithi ya mbali, kitu kutoka zamani za kale. Lakini ina maana kubwa kwetu leo. Maisha ya Henoko, ingawa yaliishi miaka mingi iliyopita, yanazungumzia hamu ya milele katika kila moyo wa mwanadamu ya kuungana na kitu kikubwa kuliko sisi wenyewe, kupata uzoefu wa kimungu. Safari yake inatukumbusha kwamba maisha yanayoishi katika ushirika wa karibu na Mungu ni maisha yaliyojaa kusudi, maana na uwezekano wa ajabu. Kama Henoko, sote tuko safarini. Tunakabiliwa na majitu yetu wenyewe, majaribu yetu wenyewe, na vifo vyetu wenyewe, lakini hatupaswi kuyakabili peke yetu. Tunamtumikia Mungu anayetamani kutembea nasi kila hatua ya njia, kama alivyofanya na Henoko. Anatamani kuwa na uhusiano wa karibu Wakibinafsi na kila mmoja wetu. Sehemu ya saba, ahadi ya uzima wa milele, thawabu kwa waaminifu. Hadithi ya Henoko inatoa taswira ya tumaini la milele linaloangoja wale wanaoamua kumfuata Mungu. Kuondoka kwake ghafla, kupita kwake katika umilele bila kupitia kifo, kunaonyesha ahadi ya uzima wa milele unaotolewa kwa wote wanaoamini katika Yesu Kristo. Kama vile Mungu alivyomchukua Henoko nyumbani, vivyo hivyo anatuahidi siku moja kutuchukua nyumbani ili tuwe naye milele. Biblia inatuambia kwamba Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Huu ndio msingi wa imani ya Kikristo kwamba kupitia Yesu tuna ahadi ya uzima unaoendelea zaidi ya kaburi. Uzima wa milele uliojaa furaha na maajabu yasiyofikirika. Sehemu ya nane: Kutembea katika haki, wito wa maisha matakatifu. Maisha ya Henoko ni ukumbusho wenye nguvu kwamba matembezi yetu na Mungu yanapaswa kuonekana katika maisha yetu ya kila siku. Imani yake isiyoyumba haikuwa kwa mila za kidini au nyakati za faraga za maombi, ilienea kila nyanja ya utu wake. Aliishi maisha ya uadilifu, huruma na utii usiyoyumba kwa amri za Mungu. Sisi pia tumeitwa kuishi maisha yanayoonyesha tabia ya Kristo. Hii ina maana ya kuwatendea wengine kwa upendo na heshima, kutetea yaliyo sahihi na kujitahidi kuishi kwa njia inayomheshimu Mungu katika yote tunayofanya. Matendo yetu yanapaswa kuwa ushuhuda wa nguvu ya kubadilisha ya upendo wake. Sehemu ya tisa: kuishi na tumaini, urithi wa Henoko. Hadithi ya Henoko hatimaye ni hadithi ya tumaini. Inatukumbusha kwamba hata katika ulimwengu uliojaa giza na kukata tamaa, Mungu bado anafanya kazi. Anaona uaminifu wetu, anasikia maombi yetu na anatamani kumimina baraka zake juu yetu. Kama Henoko, tunaweza kuishi maisha yaliyojaa kusudi, maana na matarajio ya ujasiri ya mustakabali mtukufu. Tunapopitia ugumu na changamoto za maisha haya Tuishike tumaini linalopatikana katika Kristo. Tutembee karibu naye tukitafuta mwongozo wake na kujitahidi kuishi maisha yanayomletea utukufu. Wala tusisahau urithi wa Henoko, mtu aliyetembea na Mungu na akachukuliwa mbinguni, ushuhuda wa nguvu ya kudumu ya imani na uwezekano mkubwa unaowangoja wale wanaoamua kumfuata.